Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa zawadi ya siku mpya iliyojaa tumaini na fursa. Nuru yako iangaze ndani yangu. Itupe mwangaza katika mawazo na matendo yangu. Na iwe mwongozo kwa kila ninachofanya. Niongoze leo na unielekeze katika njia zako za haki. Nijalie moyo wa shukrani, akili iliyo wazi, na mikono ya kufanya mema. Nilinde dhidi ya majaribu na vishawishi vya dunia. Natamani kila hatua yangu iwe kwa utukufu wako. Amani yako na iwe nami tangu alfajiri hadi jioni, na upendo wako unisindikize. Amina. Mungu wangu na mshauri wangu. Ninakuomba unielekeze katika kila uamuzi ninaopaswa kufanya. <coughs> Nimefika njia panda na sijui ni ipi ya kuchukua. Nionyeshe mapenzi yako juu ya maisha yangu kwa uwazi usioweza kupuuzika. Zifunge milango ya udanganyifu na nifungulie mlango wa baraka zako na ukweli. Nipatie hekima, subira na utulivu wa kukusikiliza. Niongoze kama mchungaji mwema anavyowaongoza kondoo wake hadi kwenye malisho ya amani. Amina. Ee Mungu wa milele, ninapohisi kuchoka, kuvunjika moyo na kudhoofika rohoni nisaidie nikumbuke kuwa nguvu zangu halisi zinatoka kwako. Nipatie nguvu mpya kila asubuhi, moyo wa uvumilivu katika kila hali na ujasiri wa kuendelea mbele, hata ninapohisi kushindwa. Uwe karibu nami kwa kila hatua, unipe neema ya kustahimili kila changamoto kwa imani. Nimechoka, lakini ndani yako napata upya wa maisha na sababu ya kuendelea. Amina. Bwana wa amani na utulivu, tuliza mawimbi ndani ya moyo wangu yanayozua hofu na mashaka. Mawazo yangu yamevurugika, lakini natamani kusikia sauti yako ya utulivu na faraja. Nijaze na amani yako ya kweli ile ipitayo akili zote za kibinadamu. Funika moyo wangu kwa utulivu wa kimungu na nifundishe kutulia ndani yako. Nifanye niwe chombo cha amani kwa wengine pia. Amani yako ndiyo ninayoiomba sasa na daima. Amina. Bwana wangu, ninakiri kwamba nimetenda makosa mbele zako kwa mawazo, matendo na kutokutii Naomba unisamehe kwa rehema zako zisizo na mwisho. Nisafishe moyo wangu kwa damu ya mwana wako, uniongoze katika kutubu kwa dhati, na nigenge upya katika neema yako kuu. Nifundishe pia kusamehe waliokosea kama vile wewe unisamehe. Sitaki kuishi katika hatia, bali katika uhuru wa msamaha wako. Asante kwa upendo wako wa milele. Amina. E Mungu wa majeshi na wa rehema, Nilinde leo na kila siku ya maisha yangu, nilinde mimi, familia yangu, marafiki zangu, na kila jambo tunalogusa au kupitia. Tunakimbilia chini ya mavazi yako ya ulinzi usioyumba. Zuia ajali, magonjwa, hila za adui na kila mipango mibaya. Tuma malaika wako watembee nasi, walinde nyumba zetu na watangulie mbele yetu. Wewe ni kimbilio letu thabiti, ngome yetu ya milele. Tunakuamini, Bwana wa amani.